Kufuatia hatua ya mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Christian Makonda kumtaka mbunge wa Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Mrisho Gambo kuomba radhi watu wa Arusha aliowaumiza na kuwafitinisha, mbunge wa zamani wa Arusha mjini na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Godbless Lema ameingilia kati swala hilo, akimtaka pia Mheshimiwa Makonda kujichunguza menendo yake. Katika ujumbe wa wake mfupi kupitia mtandao wa X Twitter akiambatanisha na taarifa ya Mheshimiwa Makonda ameandika kwa kusema kwa nini wakiona kibanzi jichoni mwa ndugu yako na papo hapo huiona boriti iliyoko jichoni mwako? Au wawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu, ngoja ni kuondoe kibanzi jichoni mwako, na huku huioni boriti iliyomo katika jicho lako mwenyewe? Toa kwanza boriti iliyoko jichoni mwako na hapo ndipo utaona sawasawa kiasi cha kuweza kuondoa kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako Luka 6, 41, 42, ameandika God bless Lema. Wakati wa maadhimisho wa ya miaka 61 ya Muungano, mbele ya naibu waziri mkuu na waziri wa nishati mheshimiwa Doto Biteko katika uwanja wa soko la Kilombero mkoani Arusha, Makonda alisema, nampongeza kwa sababu moja kubwa Juzi ameomba radhi bungeni, amechonganisha chonganisha sana watu hapa na leo hapa ameanza kumsifia DC wangu mkuu wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisifiaga mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa. Lakini sasa hivi hata kulitamka jina la Po Makonda hawezi, na msifu kwa sababu aliomba radhi, alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge, na kama bunge lisingekuwa makini na waziri wetu Mchengerwa kuwa imara Leo hii kuna watu wangepoteza kazi, alisema Paul Christian Makonda. Makonda alisisitiza kuwa bila Gambo kuwaomba radhi watu aliowaumiza, hatopata kibali mbele ya Mungu na wanadamu. Mambo yalivyoendelea yalipelekea simu ninazopata. Unamuita waziri wetu mwongo? Hii stendi inayoanza kujengwa hii nimemwomba Mchengerwa, ilikuwa disaini ndogo, haikidhi viwango akaongeza bajeti bilioni 30, ni faida kwa wananchi wa jiji halafu unamuita waziri wetu mwongo. Kwa kuwa bunge limemsamehe, mimi moyoni sina shaka naye, lakini shariti langu moja aliyowaumiza na kuharibu maisha yao awaombe radhi ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii vilevile. Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA alikwenda mbali zaidi kwa kuzungumza maneno haya mazito kwa Mrisho Gambo kufuatia sakata la sintofahamu kati ya Gambo, Makonda na waziri Mchengerwa namnukuu hapa. Godbless Lema anasema: Nafikiri unaonewa na kudhalilishwa kupita kiasi. Nafikiri hii sio sawasawa, pengine unaweza kuwa unavuna ulichopanda kwa watu wengi sana ulipokuwa RC, yaani mkuu wa mkoa, DC, yaani mkuu wa wilaya, kila mahali ulikopita. Hata hivyo kuna kitu tunapaswa kujifunza kama binadamu kuwa kesho ni ya Mungu pekee. Jipe moyo mkuu, vile vile usiwe mjinga kupitiliza. Kuna wakati najisikia vibaya kuona unayopitia, kwani najua nilivyokuwa najisikia siku zile nilipokuwa napita katika mateso na huzuni, ulipokuwa RC yaani mkuu wa mkoa hapa Arusha, aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini. God bless Lema. Ameazungumza hayo akituma ujumbe kwa mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo, lakini pia kwa upande wake Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John H naye pia amepata nafasi ya kuzungumza mawili matatu kumhusu Mrisho Gambo pamoja na yanayoendelea kati ya Mrisho Gambo Waziri Mchengerwa pamoja na Paul Christian Makonda mkuu wa mkoa wa Arusha. John H amezungumza maneno eh, makubwa na mazito sana kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter kwa kusema yafuatayo nami namnukuu hapa. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche, John Heche anasema CCM wanatamani tuwe na jamii ya watu waoga kama Mrisho Gambo. CCM wanatamani tuwe na jamii ya watu waoga kama Mrisho Gambo. Yaani, mbunge unakuwa vile, mbele ya wananchi unaowawakilisha. Unawezaje kutetea watu wako kama wewe mwenyewe ni mwoga hivyo? Yaani, mbunge unakuwa vile mbele ya wananchi unaowawakilisha unawezaje kutetea watu wako kama wewe mwenyewe ni mwoga hivyo? Hovyo kabisa! Zamani nilikuona unapiga kifua kama DC na RC, kumbe ni kwa sababu tu polisi walikuwa nyuma yako. Hovyo kabisa! Zamani nilikuona unapiga kifua kama DC na RC, kumbe ni kwa sababu tu polisi walikuwa nyuma yako. Yaani Mrisho anapigwa mkwara, simama, anasimama kama mtoto wa shule ya msingi yaani Mrisho anapigwa mkwara simama, anasimama kama mtoto wa shule ya msingi. Hayo ndio ambayo ameyazungumza makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema John Heche, eh, kufuatia sekeseke linaloendelea kuhusu Mrisho Gambo, waziri Mchengerwa pamoja na mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda, na haya ameyazungumza John Heche kwa kuyaandika kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter. Kwa mujibu wa tarehe 23 Aprili mwaka huu wa 2025, taarifa zinasema ya kwamba sakata la Mrisho Gambo na waziri Mchengerwa liliibua taswira mpya ambapo wote wawili walipelekwa kamati ya maadili ya bunge, kitendo ambacho ndicho ambacho kimemuibua mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda na kuzungumza hayo ambayo ameyazungumza. Spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. tulia Ackson aliagiza suala la mvutano kati ya waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa na mbunge wa Arusha mjini Mheshimiwa Mrisho Gambo kupelekwa mbele ya kamati ya haki maadili na madaraka ya bunge ili kuchunguzwa. Hii ni kufuatia madai yaliyoibuliwa na mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo siku ya Jumatano ya wiki iliyopita wakati wa mjadala wa bajeti ya Tamisemi bungeni jijini Dodoma alipoeleza kuwepo kwa matumizi mabaya ya fedha za umma katika ujenzi wa jengo la utawala mkoani Arusha. Spika wa Bunge Dr. Tulia Axon Mansasu alitoa maelekezo kwa Waziri Mchengerwa kufuatilia tuhuma hizo na kutoa majibu kwa Bunge. Siku ya jana E, yaani tarehe ishirini na mbili waziri mheshimiwa Mchengerwa wakati akihitimisha mjadala wa bajeti ya wizara yake alisema hakuna pesa za Watanzania zilizopotea katika miradi yote miwili ndani ya jiji la, ndani ya jiji la Arusha. Hata hivyo mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo hakuridhishwa na majibu ya waziri yaliyotolewa na waziri wa Tamisemi na kusema taarifa hizo hazikuwa za kweli na zilidanganya Bunge. Leo eh, tarehe ishirini na tatu Mheshimiwa Mchengerwa aliwasilisha tena maelezo ya ziada kufuatia agizo la spika, lakini mbunge huyo alisimama tena na kusisitiza kwamba baadhi ya maeneo eh, baadhi ya maeneo ya taarifa hiyo bado hayana ukweli. Kutokana na mvutano huo, spika wa bunge Mheshimiwa Dr. Tulia Akson Mwansasu aliamuru suala hilo kupelekwa rasmi kwenye Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge kwa uchunguzi wa kina, na taarifa kamili itolewe ndani ya wiki moja kuanzia siku hiyo.